fikiria kwamba wewe ni George wele sana unaendesha treni unapandisha mlima lakini ghafla treni inashindwa kupanda huo mlima na inaanza kurudi nyuma unarudi nyuma kwa kasi unajaribu mifumo ya breki unakuta auielei unafanya nini hii ilitokea mwaka elfu mbili na mbili dereva huyu wa treni aliyekuwa na safari kutoka Dar es Salaam kuelekea Kigoma. Walipofika maeneo ya Dodoma, katikati ya stesheni ya Igandu na Msagali, treni ilishindwa kupandisha kilima na ikaanza kurudi nyuma. la kadri ilivyokuwa inaongeza kasi, ndivyo dereva huyu akawa anaingiwa na wasiwasi zaidi, ya kwamba nini akifanye na kwa bahati mbaya, ukitazama kule nyuma kuna treni nyingine ya mizigo inakuja inakuja kwenye reli hiyo hiyo moja. Kasi ya treni inazidi, sio kwa kwenda mbele, bali ni kwa kurudi nyuma. Dereva huyu anapaza sauti na kuambia abiria kwamba treni imemshinda na ipo out of control kisha anaamua kuokoa maisha kwa kuutoa mwili wake ndani ya treni na kuurushia nje. Alifanikiwa kuokoa maisha, lakini maisha yake peke yake. Na hapa watu mia mbili na themanini na moja walifariki dunia, huku watu takriban mia sita wakiwa ni majeruhi na wengi wakiachwa na vilema. Ni ajali ya treni ya Msagali mwaka elfu mbili na mbili Juni 24. Ulikuwa wapi pindi ajali hii inatokea? Tuambie kwenye comment.